Tuelekee kaunti jirani nambari tatu, ambapo wakazi wa Magarini huko Kilifi wameandamana wakikashifu viongozi ambao wanaeneza matamshi ya ukabila kwa nia ya kugawanya jamii katika sehemu hiyo. Wakizungumza baada ya kufanya maandamano ya amani huko Sabaki, wakazi hao wamesema kuwa matamshi ya ukabila yanayorudisha nyuma maendeleo katika sehemu hiyo. Mimi kama mkazi wa Magarini ningewaambia wale viongozi ambao wanasimama katika majukwaa na, ku, na kuongelea kuhusu ukabila, wangeacha hiyo maneno kwa sababu hapa Magarini watatukosa sisi kama watu wa Magarini kwa sababu tunakataa ukabila. Sasa nikisema ukabila ni kwamba ni utenganifu wa watu ambao wanajuana, wanajuana wenyewe kwa wenyewe wanapeleka, wanachukua miradi katika serikali wanapeleka kwao. Hiyo ndio mambo ya ukabila. Sasa mtu kama mimi wa huku mtu kama mimi huku, kwani kuna vitu ambavyo vinatoka na sifaidiki. Kuna kampuni za chumvi ziliajiri watu kutoka juu na sisi tumeishi nao kwa muda huu wote wakiwa ni ndugu zetu, so ukabila ni jambo ambalo likiwekwa sahihi kwa, sahi, kwa sababu ya siasa ni mbaya, na tunakataa hiyo neno ya ukabila.